Raisi wa Russia Vladimir Putin ametoa kauli inayoashiria kuwa yuko tayari kwa uwezekano wa mazungumzo ya moja kwa moja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Putin aliambia televisheni ya taifa ya Russia jana Jumatatu Aprili 21, 2025 kuwa ana mtazamo chanya kuhusu juhudi zozote za amani na kwamba anatumaini Ukraine itakuwa na mtazamo kama huo Moscow na Kyiv hazijafanya mazungumzo ya pande mbili tangu Russia itangaza operesheni zake za kijeshi nchini Ukraine mwezi Februari 2022. Hata hivyo, Marekani imekuwa ikiongeza shinikizo kwa pande zote kukubaliana na usitishwaji wa mapigano. Msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, alisema kuwa matamshi ya Rais Putin yaliyotolewa baada ya kumalizika kwa usitishwaji wa mapigano wa saa 30 wa Pasaka, ambao kila upande uliushutumu mwingine kwa kuvunja, yanamaanisha kuwa yuko wazi kwa mazungumzo ya moja kwa moja na Rais Zelensky. Namnuko. Wakati Rais Putin aliposema kuwa kuna uwezekano wa kujadili suala la kutoishambulia miundombinu ya ra raia, ikiwa ni pamoja na kwa njia ya moja kwa moja, alikuwa akimaanisha mazungumzo na upande wa Ukraine, alisema Peskov akinukuliwa, na shirika la habari la Interfax la Russia. Hata hivyo, Rais wa Ukraini, Volodymyr Zelensky hakujibu moja kwa moja pendekezo hilo la Putin, huku akidokeza kuwa katika hotuba yake ya kila siku kuwa Ukraine iko tayari kwa mazungumzo yoyote kuhusu usitishaji wa mapigano utakaositisha mashambulizi dhidi ya raia. Jumapili, Zelensky alipendekeza hatua ya pili ya usitishaji wa mapigano ambayo itakomesha mashambulizi yote kwa kutumia ndege zisizo na rubani, ya ni droni, na makombora ya masafa marefu dhidi ya miundombinu ya kiraia kwa kipindi kisichopungua siku 30. Putin alisema kuwa Russia itafanya tathmini ya kila kitu na kuchukua maamuzi yanayostahili, huku akiuliza jinsi mpango huo ambavyo ungefanya kazi, huku akiishutumu Ukraine kwa kutumia majengo ya kiraia kama vile migahawa na vyuo vikuu kwa shughuli za kijeshi. Zelensky alimkandamiza Putin zaidi ya siku ya Jumatatu, akisema kuwa Ukraine inasimamia pendekezo lake, angalau, kutoishambulia miundombinu ya kiraia na kwamba anatarajia jibu la wazi kutoka upande wa Russia. Uwezekano wa mazungumzo ya moja kwa moja unakuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia kujiondoa katika juhudi za kusimamia usitishaji wa mapigano iwapo hakutakuwa na maendeleo. Wakati huo huo, aliendelea siku ya Jumatatu kuonyesha matumaini kuwa makubaliano yako karibu na huenda yakafikiwa wiki hii Nanuko. Wajumbe wa mazungumzo kutoka Marekani, Ukraini, Uingereza na Ufaransa wanatarajiwa kukutana jijini London Jumatano kwa awamu nyingine ya mazungumzo ya kusitisha kwa vita alisema Zelensky, mwisho wa kunokuu. Mazungumzo hayo ni mwendelezo wa mkutano kama huo uliofanyika jijini Paris, Ufaransa wiki iliyopita. Katika mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot alizungumza kwa niaba ya umoja wa Ulaya, alieleza misimamo yake mikuu kuhusu mzozo huo wa Ukraine na Russia unaopambana ama pambaniwa kuamalizwa na Marekani. Pia alipendekeza katika mahojiano na redio ya Fran France Info kwamba usitishwaji wa mapigano wa Pasaka ulikuwa ni kampeni ya kisiasa iliyopangwa na Putin ili kumtuliza Trump aliyekuwa akionyesha kukosa subira kutokana na kushindwa kwa Russia kukubali usitishwaji wa mapigano hayo, katika harakati za kutafuta kumaliza mapigano, ambapo Trump anaonekana kuwa tayari kukubali madai ya mafanikio mengi ya Moscow. Russia inasonga mbele kwa nguvu kuyatoa maeneo ya Ukraine kwenye uwanja wa vita. Jeshi la anga la Ukraine liliripoti shambulio lingine usiku wa kuamkia leo Jumanne Aprili 22, ambapo Russia ilirusha ndege zisizo na rubani takriban 54 huku kukiripotiwa madhara kwa binadamu. Wakati huo huo, vyombo vya habari vya Russia vimesema kuwa jeshi lake limerejesha udhibiti wa eneo la monasteri la Gorno St. Nicholas Bologoski ambalo ni moja ya ngome za mwisho zilizokuwa zikishikiliwa na wanajeshi wa Ukraine katoka mkoa wa Kursk nchini Russia. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.